Kuelekea siku ya mwanamke duniani, wanawake kutoka vyombo mbalimbali mbali vya ulinzi na usalama pamoja na mtandao wa polisi wanawake wamepatiwa mafunzo mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na elimu ya afya ya akili, sheria ya ndoa na mirathi pamoja na ujasiriamali, huku lengo kubwa ikiwa ni kuinua kiuchumi wanawake hao. Baadhi ya wanawake hao kutoka vyombo mbalimbali mbali vya ulinzi na usalama, ikiwemo Jeshi la Polisi, hapa wanaeleza manufaa makubwa watakayopata baada ya mafunzo hayo. Katika mwendelezo wa siku ya mwanamke duniani, vyombo vya ulinzi na usalama tumeandaa mafunzo ya siku moja, yaani leo, kwa ajili ya askari wote wa kike. Lengo kuu ni kuimarisha ushirikiano wa vyombo vya ulinzi na usalama katika mkoa wa Manyara, lakini pia kupata mafunzo mbalimbali mbali. Washiriki pia watapata fursa ya kujifunza yafuatayo: kupata mafunzo ya saikolojia ya afya ya akili. Ukiangalia kazi zetu ni ngumu sana, tuna majukumu mengi kama mwanamke na pia kama mlinzi wa taifa, wakati mwingine tunajikuta tunachanganyikiwa. Tumelenga kufanya mafunzo haya kwa askari, hasa ukizingatia majukumu ambayo askari huwa tunakuwa nayo. Wakati mwingi sisi tunahudumia wananchi na kwa mfano kama mafunzo ya afya ya akili ni, ni vizuri kujijua pia, kwa sababu kwa sisi tunapokea taarifa nyingi nzuri, mbaya. Wakati mwingine mtu anaweza akaathirika hata kisaikolojia wa ukamwona yuko sawa lakini yuko sawa kwa majina. Anaitwa Konstebo Nasra Rukas wa idara ya uhamiaji mkoa wa miyaji, Manyara wilaya ya Babati. Kiukweli hichi kilichofanyika leo kwenye kuelekea kuadhimisha siku ya mwanamke duniani, kwa upande wetu imekuwa kama fursa sisi wanawake wote, kwa sababu baada ya kutoka hapa tunaondoka tofauti na vile tulivyokuja. Devota Kamuzora ni jaji wa mahakama kuu kanda ya Manyara. Hapa anaeleza namna ambavyo wanawake walivyopiga hatua kubwa katika kudai haki zao. Mwamko wa wanawake ni mkubwa kwa sasa, kwa sababu uh, tunaona namna ambavyo wanajitangaza namna ambavyo wanatengeneza vikundi na mafunzo tofauti tofauti ya kuwajiwezesha na kuwawezesha wanawake wenzao. Kwa hiyo mwamko huko juu, japo sasa unauona huo mwamko huko juu zaidi kwa watu walioko mjini, ambao wameshapata ule uelewa, kwa wale ambao ni wasomi, wameshajua madhara, wameshapitia madhara ya kuto kufahamu taratibu. Huu mwamko tulio nao, nadhani kuna haja ya kupeleka mpaka kule vijijini ambako wako wanawake wenzetu wengi sana ambao huo mwamko hawajaupata na kwa sababu pia hawana uelewa wa kutosha. Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Babati Emanuela Kaganda hapa anawasihi maaskari kuwa mfano bora katika jamii zao pamoja na kuwa walezi wazuri katika familia zao, huku akiwataka kufanya kazi kwa uadilifu. Pamoja ya kwamba nyinyi ni askari na mnatufanyia kazi nzuri sana na mmebeba majukumu makubwa sana ndani ya nchi hii na kwenye maeneo ambayo mmepangiwa lakini mtambue kwamba nyinyi bado ni wanawake, kwa sababu kuwa askari haina maana kwamba yale majukumu ya mwanamke yamekutoka. Kutoka hapa mkoani Manyara, mimi ni Marcela Zaro, na hii ni Clouds TV.